Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwakaribishe wote mbele za Mungu kwa jioni wakati wa majira haya. Kwa sababu majira tuliyonayo ni nyeti sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani tuelewe kwa nini tuko hapa. Tanzania. Wewe kama Mtanzania ulioko hapa wewe, kama Mtanzania Tanzania unayenisikiliza, usipotubu, hatari kubwa iko mbele yako. Ila kwanza unielewe kama mtumishi wa Mungu, usipotubu, usipokubali kutubu na huu ndio ujumbe mkuu wa kongamano, nao ndio ujumbe mkuu wa mwendelezo hata baada ya kongamano. Tanzania, tuko chini ya hukumu ya Mungu. Hii ha haitadhaarisha aliye mkubwa wa Tanzania. Tumeonywa au Tanzania umeonywa. Kwa unaposikia anazungumzia Tanzania, maana yake nazungumza na wewe. Nikisema Tanzania umeonywa, maana yake ni wewe wala hakuna mwingine. Ninaposema Tanzania, Mungu atakuchapa, maana yake namaanisha wewe, usiseme wengine, namaanisha wewe, kwa sababu hukumu ikisha kwako, hakuna uwezo wa kuikataa kwa sababu aliyeumba mbingu na nchi ndiye ameamua na ameamua akiwa na na akili timamu na hata siku moja hajawahi kukosea na ana sababu za msingi kukuchapa au kutuchapa Tanzania, na wala watu kukosoa. Kinachohitajika ni nini? Ni kuelewa ni kwa nini tunachapo tukosana, na ni kwa nini hukumu iko msingi Mtoto anapokosea na ukimwambia umekosea, na lazima ni kuchapa mtoto, mwadilifu lazima kwanza akubali kosa, tuko sawa. na lazima atambue unao mamlaka ya kumwadhibu utakavyo, tuko sawa. Lakini anacho kitu cha kufanya unapobaini ya kwamba amekubali na anagundua kosa, tuko sawa, na anaomba msamaha na anakulilia, inawezekana ukampunguzia adhabu sawa, au ukamsamehe kabisa. Lakini wakati mtoto amefanya kosa na ataki kubali ya kukosa, nini imetokea? Inapandisha nini? Inapandisha hasira, si ndiyo? Wewe kama mtanzania Tanzania, usipokubali kwamba unawajibika kuchagwa na Mungu, una wajibika na kwamba una makosa, ni dhiko kubwa kwa sasa itamaanisha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu au ni Mtanzania kama Mtanzania au kwa vyovyote vile, Tanzania tunaingiaje kwenye hukumu? Hukumu inapokuja imeamuliwa na Mungu ije, Mungu kama Mungu mkuu, muumba pia, ambaye anayeamuru kufanya lolote, aliyeamuru kuumba mbingu na nchi, aliyeamuru kuweka vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana, na mbaye akiamuru kuadhibu anaadhibu, na ndiye anayeleta usemi wake kwa mtu ampendaye. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Um, um. Um, hey. anayeleta usemi anapoleta anapoleta usemi wake kwa mtu apendaye, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu anapoleta onyo kwa ajili ya taifa la Tanzania ni kwamba Tanzania anaipenda, hilo ulielewe. Ni kwamba kama Mtanzania Mungu anakupenda, hilo ulielewe. toko tuko sawasawa. Ukiona Mungu anarudia anarudia anarudia kusema, sawa. Moyo wake sio kwamba anapenda kuadhibu, tuko sawa, ila anapenda ujue kwa nini anakuadhibu, na anataka ujue nini kikupasacho kufanya, sawa. Kwa hiyo un, upasi, unaposikia hukumu inakuja, upasi kugadhibika kumchukia Mungu. Sawa? Amen. Ile unapaswa kujitathmini kama Mtanzania. Unapaswa kujitathmini wewe kama Mtanzania. Amen. Kwamba hapa kuna upendo wa Mungu. Na kitabu cha Ufunuo nasema wote ni wapendao wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii. Puanesho, to, Mungu anaposema inamaanisha kwamba anakupenda Tanzania, amekukumbatia Tanzania, alikuwazia mema na anakuwazia mema Tanzania. Haan, ila wakati ambako amekuvumilia, ametuvumilia na aone ukigeuka, anasema anasema na anaamua. Kwa Bwana Yesu asifiwe, okay. na ndio maana ya kutubia mahali uliko Tanzania, mahali tulipo Tanzania, sio mahali pa kucheka tena Amina, uh -huh. ni mahali ambapo sasa panahitaji mageuzi ya haraka sana, panahitaji maamuzi ya haraka sana. Bwana Yesu kabisa. Tanzania kama watumishi wa Tanzania, wewe ulioko hapa uko hapa kuwakilisha wengine walio nyuma yao. Niko hapa kukuletea makusudi ya Mungu juu yako Tanzania. Amen. Tanzania tunaona mara ngapi au tunaona mara ngapi, lakini Mungu anasema ukishipaza shingo ukivunjika ya nini, aina dawa <coughs> ni kosa kubwa. Wakati unapogoni ukashupaza shingo. Leo nimekuja nitaweka bayana ya mambo, lakini ni shauku ya moyo wangu Tanzania na Mtanzania, kama tulishupaza shingo, sio sasa. Amina. Shingo zetu sasa na zilegee. Amina. Ziname kwa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisikia ujumbe wote kuhusiana na hukumu: Hukumu ya Mungu juu ya taifa. Hukumu ya Mungu juu ya mji fulani. Hukumu ya Mungu juu ya mtu fulani. Hukumu ya Mungu juu ya kanisa. Hukumu ya Mungu juu ya mji fulani. Hukumu ya Mungu juu ya familia fulani. Si kwamba Mungu anapoiona dhambi ghafla tu anaibuka kuhukumu. Hapana, hapana, hapana. Mungu ni mvumilivu. Tuko sawa? Kuna hatua ambazo amezichukua za kukuvumilia, kuna hatua ambazo amezichukua za kukuvumilia. Lakini anapofika mahali kusema sasa ninakuadhibu, tuko sawa? maana yake amekuvumilia au amekuvumilia, Ameona hauvumiliki mm -hmm. Tuko sasawa, mm -hmm. Amekuchukulia kwa muda mrefu ameona hauchukuliki sawa, so. Asa katika zile hatua ambazo ametuchukulia au katika hatua ambazo amekuchukulia, anachokifanya ni kipi? Anachokifanya ni kusema sasa umenichosha lazima ni Akisema sasa umenichosha, lazima ni kuadhibu. Ana sababu. Ili upone Tanzania, ili tupone wa Tanzania, lazima tujue sababu. Bwana Yesu, amen. Sio kukataa, ni kukubali na kunyenyekea na kutafuta kujua sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mbele ya kiti cha enzi, kuna kitu kinaitwa kibaba. Ukisikia hukumu inakuja juu ya mtu au hukumu inakuja juu ya taifa, maana yake kibaba cha uovu wa hiyo nchi kimejaa Kwa hivyo unapoona Tanzania, Mungu sasa anaamua kukuazi, kibaba cha uovu kimejaa. Hapo hapahitaji kujihesabia yake, panahitaji kuamua kugeuka. Amina.